Prince prinmpumelelo Dube anakosekana mchezo huu, kwa mujibu wa mwalimu Hamdi ma anakosekana na, na, na pengine anakwenda eh kuifanya upangaji wa kikosi kwa mwalimu mm -hmm. kuwa na utofauti kabla ajaubia eh, mara nyingi Prince Dube alikuwa akianza kama eh, mshambuliaji wa mwisho katika eneo la juu pale namba 9 alikuwa akianza na washambuliaji wa, wa, hili, wa Hamdi wa E, lakini mmoja akitumika katika upande mwingine eidha wa kulia ama kushoto ambaye ni Clement Mzize mm -hmm. lakini mtu ambaye anasimama juu anakuwa mara nyingi ni e, Prince Dube mm -hmm. na hata mara nyingi akiwa na cheza na timu ambayo inakaa nyuma, mwalimu Hamdi amekuwa na tabia kushambulia zaidi, na amekuwa akitumia sana mfumo wa nne mbili tatu moja kama timu inakaa sana nyuma ambazo mara nyingi anakuwa anazuia na mara nyingi katika mfumo e, watu watatu pale, lakini e, labda e, ama a, anakuwepo, e, Prince Dube na na chama ama e, mm-hmm. kutokana na siku zake karibuni manake amepata majeraha katika mechi ya ya, raundi ya 29 ndio e, alipata majeraha e, dhidi ya Tazada Prisons. E, mara baada ya pale ukaona sa jukumu alopewa Mzize lila kusogea katika eneo la juu zaidi kama namba tisa mm. ama mshambuliaji wa mwisho. Kwa hiyo alitolea katika eneo la pembeni kule na kusogezwa katika eneo la pale juu mm. na katika mechi mbili ambazo amecheza zile, akiwa Mzize kama namba tisa tumeona e, kidogo yeye alikuwa na makali ya kufunga, kwa hana makali yale zaidi ya kutengeneza. Maana yake mechi mbili zile hajafunga goli hata moja mm. E, mara baada ya kupata majeraha kwa upande wa Dube akaingia Maanake alipata jeraha katika mechi ya Prisons dakika ishirini na kitu pale, akasuguza eneo la juu pale, tukaona hajapata hajafunga goli kwa upande wa, wa Clement Mzize. Kwa hiyo faida kubwa e, ya Dube e, pengine anaweza kamis ni kutokana na jinsi ambavyo amekuwa na ubora katika eneo la e, nafasi kutengeneza. Ni mshambuliaji ambaye si amekuwa anakaa kule juu kusubiria huduma tu, lakini amekuwa anahusika katika maeneo mengi ya nafasi kutengenezwa. Cha kwanza Dube anatengeneza nafasi ndio maana katika listi ama orodha ya watu ambao wa ametoa assist nyingi ne, yupo kwa upande wa Yanga, yaani ukimtoa Pacom ne anamkuta pale Dube yupo katika top 3 kwa upande wa Yanga yupo e, top 5 e, ama 6 ya yote kwa ujumla katika ligi ne yupo Prince Dube maanake mm -hmm. amekuwa na faida kubwa ya kutengeneza licha kwamba amekuwa ni ni mshambuliaji wa mwisho, lakini pili jinsi ambavyo amekuwa na uwezo wa kusapoti nafasi ambayo amekuwa amekuwa anaitengeneza, anashuka chini mm -hmm. anatengeneza nafasi lakini, anani support nafasi, na mwisho amekuwa anaimalizia nafasi kwa kufunga mm-hmm. Hiyo ni faida ambayo amekuwa nayo, Prince Dube. Eh, dube, na kitu ambacho nafikiri kwa upande wa Yanga, ndio maana kuna mda unaweza kwa misi ni kutokana kuwa amekuwa na ile kasi mm -hmm. eh, maanake si kitu kidogo ambacho kinamfanya ashuke chini aende pembeni afu anakuwa na uharaka kwenda katika eneo la nafasi sahihi ili mpira mkute, anafunge, kitu ambacho unapongeza spidi yake aliyokuwa nayo, lakini eh, kwa siku za hivi karibuni ameonekana kuwa na uwezo mzuri wa kufunga magoli, ndio maana amefunga magoli kumi na matatu yeye, eh, ndio mshambuliaji wa pili kufunga magoli mengi mara baada ya anaongoza pale juu ambaye ni Jean Charles, yeye wakiwa wamefunga na yeye namba 13 magoli 13 yeye, Mzize sijui Ateba wote magoli 13, ndio Steven Mokwala na Jonathan Sora wote 13. Kwa hiyo nafikiri eh, obvious kwa upande wa mwalimu inampa wakati mgumu. Tumeona hizo mechi za karibuni, mechi ya mwisho dhidi ya Dodoma Jiji alipa nafasi Clatous Chota Chama. Mm. Yaani kama mara baada ya kuumia mechi ya Prisons mbadala yake kaingia pale Chama. Na Chama kaplay pati yake. Uliona alivyoingia mechi ile ya ya Prisons alifunga goli mm -hmm, na mechi ya mwisho akafunga tena goli. Na kuna kipindi wakati mechi ya ya, ya Prisons Alito, alitolewa nani Mzize dakika sitini na tano, mm, na namba tisa akacheza Chama, Chama akawa ndio mtu wa mwisho. Ni kitu ambacho kwa upande wa, endapo watamkosa Dube, unaona kuna nafasi kubwa ya Chama kuanza katika mchezo wa, wa kesho dhidi ya Simba A. Chama unajua amekuwa ni bora kwenye kutekeleza nafasi na ndio kitu ambacho pengine inaweza kaleta unafuu, kupandwa, Yanga, kwa upande wa Yanga kwamba wanamkosa Dube, lakini lakinina mtu ambaye anakuwa na uwezo mkubwa sana kuweza ku Eh, fanya majukumu ambayo mm -hmm. pengine Dube eh, angeza kuyafanya.